Kiwango cha kweli au kiwango cha neno ambacho utakuwa nacho ndicho kinachoamua upana ukubwa wa ushindi ambao utaexperience kwenye maisha yako. Unajua kusoma ile Mathayo sura ya 16 kuanzia 13 mpaka 20, ni ile habari ya Petro na Yesu na wanafunzi wake. Alikuwa namwambia anawaambia huko nje watu wanasema mimi ni nani. Tutasoma 17 na 18. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona,

na ninyi mnasema mimi ni nani? Petro akasema wewe ni masihi mwana wa Mungu aliye juu. Yesu akamwambia Petro, nyama na damu havikukufunulia haya, ila baba yangu aliye mbinguni, nami nakwambia juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Hakuwa anaongelea kwamba mwamba ni Petro, alimwambia Petro juu ya ufunuo huu wa mimi Mungu ni nani kwako kibinafsi, milango ya kuzimu haiwezi kukushinda kwa kutoka kwenye ufunuo huu. Ukisoma kwenye kwenye Biblia, agano la kale liandikwa kwa Kiebrania, agano jipya liandikwa kwa Kigiriki. Lile neno mwamba kuna maneno mawili yanatumika pale. Kusoma Biblia wanasema kuna Petra na Petras, kuna moja ni ya Petro, kuna nyingine ni ya Yesu. Moja ni kipande kilichotafsiriwa kama Petra, ni kinatafsiriwa kama kika, kipande kadogo kalikomegwa kutoka kwenye mwamba mkubwa kwamba una hii spika, tukikata ka kipande kadogo hakawezi kuwa spika. Tukikata ka kipande hapa kajuu kakatoa kakakaa pembeni, hakawezi kuwa ka spika, itabaki kuwa spika na kipande cha spika. Kwa Petro anamwambia, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kumbuka, kanisa sio jengo. Katika gano jipya, kanisa ni mimi na wewe. Kwa sababu nitajenga kanisa langu. Maana yake nini? Juu ya ufunuo ninalijenga kanisa. Maana yake nini? Mtu wa Mungu anajengwa kutoka kwenye ufunuo wa Mungu, nani kwake kibinafsi. Mambo ya huko nje, tuje kwenu. Nyinyi mnanichukulia mimi kama nani kwenu? Petro akasema wewe ni masihi wa mwana wa Mungu aliyejua. Akasema sawasawa, na wewe ndiwe Petro na nani kwako kwa kibinafsi Hakuna adui yeyote yule ambaye atapata kushinda kwenye eneo husika, na mtu anajengwa hapo. Watu wa Mungu, tunajengwa kwa ufunuo ambao unafunuliwa ndani yako kwa Mungu ni nani kwako kwa kibinafsi. Ndio maana mwanzoni nikakwambia, ili tuopereti kimungu, tutembee kiroho, tutende kazi kimungu hapa duniani tukiwa kwa jinsi ya mwili, lazima kwanza tupate ufunuo wa sisi ni nani katika Kristo, chanzo chetu ni nani kutokea kwa Mungu, na thamani yetu katika Kristo ni ipi? Yesu aliwauliza pale, akaambia huko, wengine nasema ni nani? Wengine nasema we ni Yohana, wengine nasema we ni Eliya. Okay, imajini mtu anamwona Yesu kama Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji, unajua katika kutenda kwake kazi, japokuwa Yesu alisema kwamba katika manabii hakuna aliye mkubwa, kwamba katika manabii wote waliozaliwa na mwanamke kwa jinsi ya mwili hakuna aliye mkubwa kuliko Yohana Mbatizaji, lakini katika ukubwa wake ule na ukuu ule na wake ule na mambo na kazi anayoifanya, ila kuna pati alifeli. Ukisoma Biblia kitabu cha Luka sura ya kwanza, wakati malaika Gabrieli anamwambia zakaria juu ya ujio wa Yohana alimwambia kabisa, atakuja katika roho na nguvu ya Eliya. Lakini angalia, kati ya mtu ambaye hakufanya muujiza wowote wa wala ishara yoyote ni Yohana Mbatizaji amekuja katika roho na nguvu ya Eliya, aliyechinja manabii mia nne wa Baali, aliyemtesa Yezebeli na Ahabu, aliyesimamisha mvua miaka mitatu na nusu haikunyesha, hai aliyefanya ishara na mujiza mbalimbali, alienda kwenye nyumba ya mjane wa kara, unga kidogo kipindi chote na, na unga haukuisha, aliyelishwa na kunguru aliopada, alifanya mujiza mingi na ishara nyingi na maajabu mengi. Lakini hizo nguvu zilizokuwa ndani ya Elia zilikuwa ndani ya Yohana Mbatizaji, hakufanya nguvu yote, hakufanya mujiza wote ule, anazaliwa mpaka na kufa, hata kuponya kidonda hakuweza, hata kutoa pepo ndani ya mtu hakuweza. Sasa angalia, kuna mtu anamwona Yesu kama Yohana Mbatizaji aliyemisi baadhi ya kitu akienda uhakika kuna vitu hatapata, sababu akienda anakuwa limited na ule ufahamu alionao. Anamchukua kama Yohana Mbatizaji, kuna pati ya Yesu haitaachiliwa kwake. Ndio maana Biblia inasema kwamba Yesu alikuwamo ndani ya nyumba akifundisha na uweza wake ulikuwamo kuponya, ila sote walioponywa kwa sababu walienda kwa Yesu. Wengine wanamwona Yesu kama Yohana Mbatizaji, kwa akifika pale wanategemea yanatokea Yohana Mbatizaji ndio atokea na pale, lakini ni mpaka mtu mwingine amuone Yesu kama nani kama mwana wa Mungu, kama Mungu na mwana wa Mungu aliye juu. Ndio maana nasema na ufunuo huo hakuna adui atakaye kushinda.